Moja wa Mungu wetu, Mungu ambaye tunamwamini na ukweli ambao tunaoishi na umoja ambao tunaoishi na upendo ambao tunadhihirisha katika maisha yetu ni utatu mtakatifu. Msifu Yesu Kristo. Kwa sababu wakati wote tunapotaka kubariki ama tunapobarikiwa, tunabarikiwa kwa jina kwa jina la maombi yetu, misa yetu tunakuwa kwamba tunadhihirisha tatu Mtakatifu. Wakati wote tunataka ushindi katika nyumba zetu, katika kazi zetu, hata kati tunaona wakimbiaji, wachezaji wote wa wakandara wanapofunga bao wanadhihirisha nguvu ya Mungu wao ambaye ni kwa jina la Baba na la Mwana na Roho kati wetu tunakowaona dawakijaji awe ni wanyoni andapomwaniza anagirisha kwa wote kwamba kwa mimi, nimeshinda kwa sababu mimi ni Mkristo na mimi ni Mkatoliki. Kwa jina la Baba na la Bwana na Roho Mtakatifu. Mtakatifu huyo ndio Mungu wetu kama Wakristu na Mungu wetu kama Wakatoliki natusiti na usutuki wakati wote, sisi hata kama tuko katika hoteli tuandaliwe kitu tunakabidhi weuu mbele yake Mwenyezi Mungu kwa kufanya ishara hiyo, na yeyote ambaye atakapofika kikao kile anatambua, huyu sio mtu wa kawaida, huyu ni Mkristo na zaidi ya yote yenekakuli, because tunaadhimisha Mungu wetu na tunaadhimisha kitambulisho chetu wa Katoliki, Mkatoliki yote anajulikana kwa ishara ya msalaba, na mara nyingi tunakuwa na msalaba katika kifua chetu. Kila wakati tuko na rosari pale mbele, ina sina nini na msalaba, Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Baba, mwana Kwa maana yeye aliweza kuunda ampa kutengeneza ulimwengu kuumba ulimwengu lakini kile ambacho alitilia mkazo ni mwanadamu. Akamuumba kwa mfano wake na akamuumba tena kwa njia ambayo ni ya maajabu ikile tenaiiisboile ad like, aa ndiposa sisi ni tofauti na wanyama wale wengine wote. Na baada ya kumuumba huyu mwanadamu akasema, anafanana kanana na mimi, ndiposa kakuweka katika shamba la ahadi, na akamwambia wewe, una majukumu na jukumu kubwa itoka wewe, kati ya wanyama wote na wanyama wote na kati ya mimea yote, wewe mwanadamu unaheshimiwa kuliko

kwa sababu kama wangeweza kuanzia kwanza, aone nyoka atatoka nje, lakini huyu anachua kuna maana na maisha yake hapo